Kiongozi wa jeshi la Myanmar amemwambia waziri mkuu wa Malaysia Anwar Ibrahim kwamba takriban watu 1,700 wamefariki dunia na wengine 3400 wamejeruhiwa kufuatia tetemeko la ardhi la kipimo cha 7.7 lililokumba taifa hilo Ijumaa hii. Watu 300 bado hawajulikani walipo huku vifo vikitarajiwa kuongezeka. Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu uhaba mkubwa wa vifaa vya matibabu, hali inayokwamisha juhudi za uokoaji na msaada kwa walioathirika. Timu za uokoaji nchini Myanmar zinaendelea kuwatafuta manusura waliokwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoporomoka yakiwemo mahoteli, shule, misikiti, nyumba na makanisa ya Kibudha. Katika jiji la Sagaing watu 36 wameokolewa na miili 88. imepatikana katika mji wa Po Bwe, Mandalay, watu 161 wamepoteza maisha. Kwenye hekalu la Uhla Tain watawa 13 wameokolewa na wengine 58 wengine wakiwa hai. Inaripotiwa kuwa hadi watawa 200 wanaweza kuwa bado wamekwama ndani. Katika jumba maarufu la Sky Villa, watu 29 wameokolewa na miili 9 imepatikana huko Bangkok, Thailand, jengo la ghorofa 12 lililokuwa likijengwa lilianguka kutokana na tetemeko hilo. Mamlaka za Thailand zimeripoti vifo 11, wanaume nane na wanawake watatu na majeruhi tisa. Mtu mmoja amevutwa akiwa amefariki na juhudi zinaendelea kumwokoa mwanamke aliyekwama chini ya kifusi. Mwanamke mmoja aliokolewa akiwa hai mjini Mandalay baada ya kuhifadhiwa chini ya kifusi kwa saa 30, tukio lililotoa matumaini katika hali huzuni kubwa. Attention, your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers.